Salia Darasani, Steve Shichera, Runinga Citizen, Matungu, Kakamega. Na wakulima katika kaunti ya Trans Nzoia wamepata fueni baada ya magunia elfu tatu ya mbolea kuwasili katika maghala ya NCPB. Hata hivyo, wakulima hao wanataka idara ya upelelezi DCI kuwakamata wakiritimba wanaodaiwa kusababisha uhaba wa mbolea. Wakulima wanashuku kuwa mbolea hiyo inahifadhiwa kimakusudi ili kuuzwa baadaye kwa bei ya juu. Katika maghala ya NCPB mjini Kitale, mamia wa wakulima wamekusanyika wakiangaika kupata mbolea. Hali hii inadhihirisha changamoto kubwa wanazokumbana nazo wakulima wakati huu wa msimu wa upanzi. Beatrice Juma, mmoja wa wakulima waliokusanyika anaonekana kukata tamaa kutokana na hali hii. Na kila tuelewe, hii mbolea inaletwa kwa lori na kuanga kiasi gani, na watu wamegawiwa mbolea kidogo na kidogo, wanasema mbolea imeisha. Wakulima wanashangazwa na jinsi mbolea inavyowasili na kutoweka, huku idadi kubwa ya wakulima bado wakihitaji bidhaa hiyo. Wanaelezea kuwa kuna njama fiche inayohitaji kuchunguzwa na maafisa upelelezi ili kubaini wahusika wa hujuma hii Na watu wa nini ndio wanatumaliza hapa brokers. Na wakati unapoongea ukweli hatutaki kusikizwa na manager, so nakuomba, hata kama wanakudhurumu hata kama wanafanya kinyo nafanya kuja fuatilie maneno. Jana tu, nilikuwa hapa mchana mzima, trailer ilikuja jana moja, na hiyo trailer tuliingiza watu, waliingizwa pale ndani watu ishirini na kwa hiyo watu ishirini hata kumi hawakupewa mbolea na ikasemekana imeisha. Baadhi ya wakulima wanasema kwamba mbolea inayopatikana kwa wingi si ile inayohitajika kwa hatua hii ya upanzi. Leo wanatuletea urea badala ya kutuletea DAP. Tangu lini? Mtoto akisaliwa anaweza pewa ugali badala ya maziwa? Wanafika hapa hakuna mbolea. Aangalia saa hii ni mzimu wa kupanda, tunapewa mbolea mbolea yenye mengi hapa ni urea. Munaona ndio hiyo trela na imeende, imeisha. Wakulima wa Tranzoia wanahitaji suluhisho la haraka kwa tatizo la upatikanaji wa mbolea, ili kuhakikisha kuwa msimu wa upanzi hauathiriki. Wakulima katika eneo hili sasa wanaitaka serikali kuhakikisha kwamba inawanasa wale makateli ambao wamepiga kambi nje ya almashauri ya nafaka wakinunua mbolea. Collins Shitiabai, runinga ya Citizen, kaunti ya Tranzoia. Tunarejea tena studioni, tupate fursa ya kupumua kidogo, kabla ya kuwajia na taarifa kadhaa ikiwemo za spoti.